Asante sana wapendwa, asante sana leo. Nimekuja kwenu na mada nyingine nataka tuongelee siku ya leo, na mada yetu ya leo ni kwamba kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi na familia yake. Kijana huyo alifikia umri wa kuweza kuoa. Alivyofikia umri wa kuoa, wazazi wake wakaanza kumwambia aoe, yeye akamwambia, mimi siko tayari kuoa sasa hivi Wazazi wakasisitiza waka sana, inatakiwa uowe sasa, maana umri wako umefika, wewe kuoa. Kijana huyo akawambia hapana, mimi umri wangu bado na sijakuwa tayari kuoa. Ilifika mpaka hatua ya wazazi wale kumwambia kwamba unataka tufe na tujaona wajukuu. Kijana alivyosikia hayo maneno kutoka kwa wazazi wake aliogopa sana. Basi kijana huyo alichukua hatua ya kuweza kutafuta binti akapata binti katika kijiji chao hicho, akaja kuambia wazazi wake baba na mama kwamba nimepata binti ambaye nataka nioe kama jinsi nyinyi mlivyoniambia. Basi wazazi wake walijipanga, wakaenda kutoa mahali kwao na binti yule, wakaleta yule binti paka jumbani. Kijana wakaanza kuishi na mke wake, halivyokuwa anaishi na mke wake ikabidi mke wake akaja kupata ujauzito. Alivyokuwa mjamzito akajifungua mtoto alivyojifungua mtoto wazazi, waka si me, wazazi wake wakamwambia kijana wao kwamba sasa hivi wewe ni mtu mzima, wewe unaitwa baba, inatakiwa sasa uanze kubeba maisha yako. Sisi tumeshukuru kwa sababu tumeona mjukuu wetu. Kijana alivyosikia maneno hayo kutoka kwa wazazi wake, alianza kuingiwa na wasiwasi sana. Wazazi wananiambia mimi nianze kubeba maisha yangu, na mimi sina chochote, haya maisha nitayaweza kweli kweli? Wasiwasi ulimuingia sana Ilifika jioni moja, yule mtoto aliyezaliwa aka akawa na umwa. Alivyokuwa na umwa yule mtoto, yule baba alikuwa hana pesa za kuweza kupeleka yule mtoto hospitali. Akatamani aambie wazazi wake wamsaidie, lakini wazazi wake wamekwisha mwambia tayari, wewe ni baba, inatakiwa ubebe maisha yako. usiku ule yule kijana aliangalia mbele akaangalia nyuma akaangalia mke wake, alikuwa hana tumaini lolote kabisa. Kweli hali ya mtoto ilikuwa imetisha sana. Yule kijana alianza kulia, akaanza kulia, akalia, alilia sana. Yule kijana mpaka ikafikia hatua mke wake akawa anamshangaa, anasema, sio unalia kitu gani? Angalia hali ya mtoto wetu, na wewe umeanza kulia na mimi bado sijaanza kulia, shida ni nini? Yule kijana alimwambia mke wake kwamba kama ungelijua kile ninachokilia, usingeniuliza hivyo. nilimwambia baba kwamba mimi siko tayari kuoa na siko tayari kubeba majukumu yote haya. Angalia sasa, mtoto anaumwa na wewe bado uko hapo unanitegemea, na kule baba amesema hataki kunitegemea kunisaidia tena, kwa sababu mimi naitwa baba sasa hivi natakiwa nibebe familia yangu. Kijana alilia usiku wote huo, akalia akalia kabisa, mpaka mke wake alijaribu kumbembeleza kwamba yameshatokea ni lazima tukubaliane na hali hiyo. Swali ni kwamba, wale wazazi walifanya vibaya kumwambia mtoto wao aoe, ama walifanya vibaya kusema kwamba yeye ni baba, sasa inatakiwa abebe maisha yake? Je, na ni vizuri wazazi kuwa wanalazimisha watoto wao kuoa ama kuolewa? Toweni maoni yenu. Leteni mchango wa mawazo yenu ili yasiweze kutokea tena hali kama hizo katika jamii zetu. Asante sana, na Mungu atatubariki wote.